Karibuni sana katika chaneli hii ya Edi Tiba Mbadala TZ. Karibuni sana. Aa, kuna vitu mbalimbali ambazo kuvifanya ili kuweza kutokana na maradhi ya presha ya kisukari, haya maradhi yanayotesa watu wengi sana. Njia ambayo nimeshazifundisha ni ulaji. Vyakula vya wanga si salama kwako, vyakula vya sukari si salama kwako, usivitumia lakini pia usipende kula kula, yani kula, yani saa saa mbili umekula, saa labda imefika saa nne umekula. Usipende kula kula, yani kula kula kula kula kwa haraka haraka, umekula hiki, umekula hiki, umekula hiki, na utakuta kwa kwa siku nzima umekula ta mara sita, mara saba no. Kuna utaratibu mmoja ambao watu wengi tunaufahamu, nadhani toka tumezaliwa tunasikia kwamba lazima ule kula mara tatu, yani asubuhi hule, mchana hule onule hichi kitu sio sio sio lazima kwamba uweze kula eti mlo asubuhi ule mchana ule jioni. Hapana, sio lazima. Ukitaka kujua kwamba hichi kitu kitakusaidia sana, ulaji huu utakusaidia sana, angalau kula mara mbili kwa siku au mara moja kwa siku, kwanzia asubuhi kuanzia asubuhi mpaka saa mpaka saa tano hapo hata usile chochote, angalau kwenye saa sita ukala, na pia na usiku pia ukala. Kuna video ambayo nyingine nitaituma. Je, ni kitu gani ambacho utakuwa ukifanya utaratibu uh, gani au ratiba gani unaweza kuiweka iweze ya kula kwa asubuhi, una, ni muda gani ambayo utakuwa ni mzuri kwako na chakula kipi ambacho unatakiwa ukile mara kwa mara?